Msichana mrembo, mambo poa, nambie. Unajua ni msichana mzuri, nimezunguka dunia nzima, sijai kuona msichana mrembo kama wewe. Ah, kwa hiyo dunia ilipokuwa unaizunguka kwa kutafuta uzuri kama mimi, ulitumia miguu au chombo gani? Jamani, wanaume ni waongo ha. Kwa nimekudanganya nini? Jamani, mbona unanifanya hivyo eh? Na ulipokuwa unanioa uliniambiaje? utaninunulia gari tena Range Rover, iko wapi? utanijengea nyumba nzuri, iko wapi? Ah, jamani wanaume ni waongo. Na ulisema niko moyoni, picha yangu iko moyoni kwako. Jana nilikupasua moyo, nikakuta hamna chochote. <laughs> nanyewe mna mnajiongeza yaani, we mtu anakudanganya hivyo, unaona kabisa mnadanganywa, lakini mnakubali <laughs> mnachekesha sana wanawake. Kona manisha zile zilikuwa ni sera tu za kunipata. Ati acha ujinga, we mwanaume, sikupendi tena ah. Unanipiga, unanipiga, unanijua mimi vizuri, ngoja nikuoneshe.